Zoezi la mchakato wa kutafuta wagombea katika chama limekwenda vizuri. E, tumeanza leo tarehe kumi na nane mwezi wa sita kwa Pemba, itakuwa tumeanza Pemba ambapo tutakwenda kati ya majimbo kumi na moja kwanza baadaye majimbo mengine kama ilivyoelezwa, majimbo mengine masaba yatakuwa tarehe tano mwezi wa saba. Kwa hiyo leo tumeanza katika mkoa wa Kusini. E, tutakuwa na majimbo nane E, kesho tutakuwa na majimbo manne Kaskazini Pemba kwa maana ya jimbo la tutakwenda kwenye jimbo la Gando na jimbo la na jimbo la Mcheweni. Kwa hiyo kesho tutamalizia majimbo haya, majimbo mengine saba tutamalizia tarehe tano mwezi wa saba. Zoezi kwa ujumla limekwenda vizuri, kama mlivyoona watu wamepiga kura kwa uhuru, wagombea wamejitokeza na wamejieleza kwa uhuru na wamepata maswali kwa hivyo, uchaguzi ni umefanyika katika mazingira ya uhuru, wazi na ukweli. Kwa kweli, wito wangu uchaguzi ni suala ambalo linawahusisha wagombea wengi na mwisho wa siku tunataka chama chetu kitewe mgombea mmoja e, kwa vyovyote vile watakaopitishwa na chama sio wote, ni mmoja tu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale wote waliogombea ni kwamba tujue kwamba ni swala la uchaguzi mwisho wa siku anayetakiwa ni mmoja. Kwa hivyo tumechagua wengi, lakini tubakie wamoja. Atakayepita yoyote yule, atasimama kwa niaba ya chama cha ACT Wazalendo, tunapaswa tumunge mkono katika kuhakikisha kwamba anakabiliana na wagombea wa vyama vingine, na Oktoba, tukijaliwa tunakwenda kuiondosha CCM katika majimbo yetu ambayo waliyapora mwaka 2015 na, na mwaka 2020. Eh, kipindi hichi wanachama wawe watulivu na wafuatilie o watulivu na wafuatilie e, tunakuwa wagombea na wanakuwa na kampeni, wanakwenda kwenye kampeni, lakini kampeni zifanywe kwa njia za kistaarabu. Waangalie zaidi maadili ya chama, maadili ya chama na maelekezo ya chama ambayo yako chini ya katiba na kanuni za chama. Kwa hiyo wito wetu e, kwa wanachama ni kwamba wanachama wafuatilie, wafanye kampeni za kistaarabu na wasubiri mchakato wa mwisho ambao Kamati Kuu itakapokaa itamteua mgombea wa chama cha Zalendo atakaekiwakilisha chama katika uchaguzi unaokuja. Hatua ya leo ni kura za maoni e, katika ngazi ya katika mikutano mikuu ya majimbo. Mchakato utaendelea katika vikao vya mchuju hapo katikati, mwisho Kamati Kuu ndio itakaa na kuteua mgombea mmoja atakayepeperusha bendera ya chama. Kwa hiyo ni mchakato ambao mchakato unaanza leo katika kura za maoni katika mikutano mikuu ya majimbo kwa hiyo wagombea wote walio waliopata maoni leo watapandishwa juu na hatimaye atateremshwa mgombea mmoja kutoka kwenye kamati kuu ya chama chetu.